Mambo vipi mpenzi mtazamaji na karibu tena Hadithi Time. Kisa chetu cha leo kinatoka katika jiji kuu la Nairobi, Kenya. ni hadithi ya Amina, msichana jasiri anayepambana kutafuta riziki kwa ajili ya wadogo zake. Siku moja, moyo wake wa huruma ulimweka kwenye jaribu kubwa ambalo lilimgharimu kazi yake, lakini bila yeye kujua lilimfungulia mlango wa hatima yake. Baki mpaka mwisho kujua undani wa kisa hiki. Amina alikuwa anaijua Nairobi kama kiganja cha mkono wake. Kila alfajili jua la Nairobi lilipochungulia yeye alikuwa tayari amesimama. Alichochea jiko dogo la mkaa, akawapikia chai wadogo zake wawili Zawadi na Juma, huku akiwaambia maneno ya faraja kabla ya kuacha waende shule. Baada ya wazazi wao kufariki, yeye ndiye aliyekuwa ngome yao. Kazi ya kuendesha bodaboda kwa kampuni ya Swift Errands ilikuwa ngumu na bosi wake Madam Brenda alifanya iwe ngumu zaidi. Ofisini kwa Madam Brenda, pressure ilikuwa sehemu ya sare kabla hata Amina hajapokea kifurushi chake alimshuhudia Brenda akimfokea dereva mwingine umechelewesha kifurushi kwa dakika tano, tano unajua hiyo inamaanisha nini kwa sifa yangu napunguza mshahara wako ilipofika zamu ya Amina Brenda alimkabidhi kifurushi kizito cha nyaraka Amina hii ni kwa ajili ya Jomo Enterprises ni tiketi yetu kuingia ligi kubwa lazima kifike Westlands ndani ya nusu saa hakuna visingizio Simu iliita akiwa njiani. Nakaribia madam. Sitaki kusikia, fikisha hicho kifurushi. Amina alishusha pumzi akihisi uzito wa maisha ya wadogo zake kwenye mabega yake. Akiwa kwenye barabara ya Chiromo, gari la kifahari lilimpita kwa kasi. Ghafla mbele yake gari hilo lilikuwa limemgonga mzee mmoja na kutokomea kama upepo. Mzee yule alianguka kando ya barabara. Watu walichungulia kutoka kwenye gari zao, wengine wakitikisa vichwa, lakini hakuna aliyesimama ilikuwa ni taswira ya kawaida jijini, kila mtu na haraka zake. Amina alipiga breki za ghafla, moyo wake ulidunda. alimtazama yule mzee akijaribu kuinuka bila mafanikio, kisha akakitazama kifurushi. akili yake ilikimbia ada ya shule ya Zawadi, unga wa wiki nzima, dhidi ya maisha ya mzee huyu. Mungu wangu, nifanye nini? simu yake iliita tena. Amina, traka inaonyesha umesimama. hiyo ni ajali, nimeiona kwenye habari za trafiki hiyo ni shida ya Nairobi, siyo shida ya Swift Errands. Acha ujinga na uendelee na safari. Machozi alimtanka. Amina alifanya uamuzi. Madam, siwezi, ni binadamu. Binadamu huyo ni takataka tu barabarani. Ukimsaidia huyo mzee, usirudi tena kazini, umefukuzwa. Amina aliiweka simu mfukoni. Alimuinua mzee Jomo kwa shida, akampandisha kwenye pikipiki yake na kumkimbiza hospitali ya karibu, akipiga honi na kuomba njia. Ubinadamu ulikuwa umeshinda hofu ya njaa. Mpenzi mtazamaji, Amina amechagua ubinadamu badala ya kazi. Je, unafikiri alifanya uamuzi sahihi? Andika ndiyo au hapana hapo kwenye comments. Sasa tuendelee. Hospitalini, muuguzi alimwambia lazima ulipe amana kabla hajashughulikiwa. Amina alifungua kibeti chake na kutoa noti zake za mwisho. Alilipa akijua fika kuwa usiku huo yeye na na wadogo zake hawakuwa na uhakika wa mlo. Kesho yake alirudi ofisini akiwa na matumaini kidogo, labda Brenda alikuwa amepoa lakini alikosea. Mbele ya wafanyakazi wengine, Madam Brenda alimdhalilisha. Tazameni, mada Teresa wa bodaboda amefika! Ulimwokoa shujaa wako, sasa nenda akulishe wewe na wadogo zako. Huna kazi, ondoka! Alichukua kofia ya Amina na kuitupa sakafuni. Akiwa amekata tamaa, alirudi hospitalini kumjulia hali mzee Jomo. Alimletea kikombe kidogo cha uji. Walipokuwa wakiongea, mzee yule alimuuliza kuhusu maisha yake. Amina alimueleza kuhusu wadogo zake kwa moyo mzito. Ghafla, msafara wa magari ya kifahari ulisimama nje. Mwanamke mmoja mrembo na mwenye mamlaka, Cynthia Jomo, alishuka. Daktari alimueleza, binti huyu alimleta kwa wakati Mzee Jomo aliongezea, Cynthia, binti yangu, huyu msichana alipoteza kazi yake kwa sababu yangu. Bosi wake alimwambia niache nife, alikuwa akileta nyaraka zetu za Jomo Enterprises. Uso wa Cynthia ulibadilika na kuwa mgumu. Kampuni yenu inaitwaje, na bosi wako anaitwa nani? Amina alijibu. Cynthia alipiga simu kadhaa, ya kwanza kwa mwanasheria Nafuta mkataba wote wa Swift Errans mara moja na uanze mchakato wa madai. Simu ya pili ilikuwa kwa bank, kisha akamgeukia Amina. Amina, wema hauna bei, nimeagiza shilingi milioni kumi ziwekwe kwenye akaunti yako. Amina alipiga magoti akilia kwa furaha. Cynthia alimuinua, usipige magoti, nina ofa bora zaidi. Watu kama Brenda hawastahili kuwa kwenye biashara Nataka nifungue kampuni yangu ya usafirishaji yenye moyo. Nataka wewe uiendeshe. Uko tayari kuwa mkurugenzi mkuu? Na hivyo tendo moja la wema lilimfungulia Amina milango ambayo hakuwahi kuiota. Akatoka kuwa mfanyakazi wa bodaboda na kuwa mkurugenzi mkuu. Aliita kampuni yake mpya Amani Logistics, na sheria yake ya kwanza ilikuwa ukimwona mtu anahitaji msaada, simama. Kampuni itakulinda. Madam Brenda alipoteza kila kitu baada ya mkataba wa Jomo Enterprise kufutwa. Wateja wengine wakubwa wakafuata na benki ikadai deni lake. Alijifunza kwa uchungu kwa daraja litharau, kuwa daraja lilolidharau ndilo lililokuwa likimvusha. Aha, hadithi hii inatufundisha kuwa usimdharau mtu yoyote na kamwe usiweke pesa mbele ya ubinadamu. Je, umefurahia hadithi hii? Tupe like na tuachie maoni yako na